Mimi naweza kusema kwa kweli, maafisa ugani wetu wametusaidia sana. Tulikuwa naweza kupata gunia kumi na tano kumi na mbili kwenye ekari, sasa hakika kabisa tunapata mpaka zaidi ya gunia ishirini na tano mpaka thelathini. Moja kati ya huduma ambazo tulikuwa tunawapa ni pamoja na, na kutumia mbinu za kisasa za kilimo ambazo ni matumizi ya pembejeo madawa na mbegu za kisasa. Baada ya mama yetu rais wetu mpendwa Mama Samia kuleta maafisa ugani, kwa kweli tumefanikiwa vizuri sana. Nafikia ba, baada ya hapo, huduma ambazo zingine ambazo tunashukuru kwa Mheshimiwa Rais ni pale ambako aliweza kutoboreshea vitendea kazi ambako alituletea pikipiki pamoja na vishikwambi kwa ajili ya kuweza kuwafikia wakulima na kutuma taarifa kwa urahisi zaidi. Mama Yuko Kazini.